Je, unaofahamu msitu wa mawingu unaokwenda kwa jina la Monteverde Cloud Forest? Leo nimekuandalia makala fupi kuhusu msitu wa Monteverde Cloud Forest. Ungane nami, hii ni Vam TV online, hakikisha una share na kulike Monteverde Cloud Forest. Huu ni msitu unaofamika kwa ukungu daima milele. Msitu huu una mazingira ya ajabu sana na viumbe wa ajabu sana duniani kama vile chula wa dhahabu, the extinct golden ford. Pia msitu huu wa ukungu una njia zenye majani marefu pia ni msitu unaotengeneza fikra za dunia ya maajabu sana. Huu ni msitu kwa Kiswahili unafahamika kama msitu wa mawingu. But in English you say, Monteverde cloud forest, msitu wa mawingu. Huu ni msitu unaopatikana Amerika ya kaskazini, asilimia kubwa upo katika nchi ya Kosta Rika. Msitu wa mawingu ulianzishwa mwaka 1972 na unachukua takribani ekari 35. Msitu huu ukiwa umezungukwa na fukwe nzuri safi, fukwe za mbari katika bahari mbili, bahari ya Pasifiki na bahari ya Karibiani, msitu wa mawingu. Msitu huu umekuwa ni makazi kwa zaidi ya maelfu ya mimea na wanyama. Hii hutokana na kuwa inahifadhi viumbe wengi wasiopatikana katika mabara mengine ya huku Uraya, Afrika na Asia hupatikana katika mabara ya Amerika ya kusini na kaskazini. Msitu wa mawingu, msitu huu unajumuisha kanda nane za maisha, hii ikiwa na zaidi ya aina mia moja za mamalia, aina elfu nne za ndege na F1200 aina za amphibia pamoja na reptilia. Katika msitu huu wa Monteverde Cloud Forest, msitu wa mawingu, huku ndiko wanyama wengi hupatikana wasiopatikana katika mabara mengine. Hii ni pamoja na kuwa na aina sita za paka wanaoishi katika msitu huu kama vile jagwa, chui wa Amerika, chita amaduma, simba wa mlima, yani hawa ni simba wa milima, leopardi, tigrinous, paka mwitu mdogo na paka mwitu hawa ndio aina ya paka wanaopatikana katika msitu wa Monteverde Cloud Forest, msitu wa mawingu. Ukiachana na hao wanyama, katika msitu wa mawingu Monteverde Cloud Foresti, kuna aina mbalimbali ya ndege wazuri wanaopendeza. Msitu huu pia kuna milima mito yenye kasi zaidi na volkano zilizo amilifu kulipuka wakati wowote. Msitu wa mawingu, kama waingereza wanavyosema, Monteverde cloud forest. Huu msitu umekuwa ni sehemu ya wanyama wengi kuishi. Kama nilivyokujuza wanyama hao wengi hawapatikani katika mabara mengine kutokana na hali nzuri ya hewa, ya viumbe hao wanaweza kustahimili zaidi ikiwa katika msitu huo wa Monteverde Cloud Forest. Kwa wale ndugu watarihi ambao wanapenda kuvinjari na kutizama wanyama, basi ikiwa utaenda kutarihi katika msitu huo na hujaweza kuona chura wa kwenye miti ambao hupendeza sana, ndege wa kijani wanaopendeza, pamoja na tumbiri spider wa aina yake, basi itakuwa ni kama umeenda bure, hujaona vitu vilivyopo vizuri katika msitu huo. Katika jambo kubwa zaidi katika msitu huu wa mawingu ama Monteverde Cloud Forest, kuna tumbiri wanao ria kutoka umbali mrefu, ukiwa ni kama ishara ya, ikiwa ni kama ishara yao ya kuitana kwa madume na majike kuunganisha familia, basi ukitembea katika msitu huo wa mawingu utasikia jinsi wanavyoitana kwa kutoa sauti inayosafiri umbali mrefu sana. Watafiti na wa kuhusu msitu huu wanapendelea kusema kwamba kipindi kizuri kwenda kutalii ni kipindi cha mwezi wa pili hadi mwezi wa sita na wa saba. Ikiwezekana basi, kama ni wewe miongoni na uweza unataka kwenda kuvinjari huko Costa Rica katika msitu wa Monteverde Cloud Forest, basi miezi hiyo, ikiwa ni mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano na wa sita, wa saba, utaweza kuvinjari. Nipende kusema asante kwa kuwa sehemu ya Vam TV. Hakikisha una like, una share na kukomenti kisha subscribe o YouTube channel ya Vam TV online. Tuwe pamoja. Je, kuna msitu mwingine ambao una viumbe kama hao? Ikiwa ni pamoja na viumbe wa Golden Frogs, chula wa dhahabu na ndege wa kijani wanaofanana kama nyasi kama miti? Basi nikwambie hii makara imeandaliwa na mi Vasco Saguira aka Master King Vam e, sosi ni nature of habitat adventure. Basi utakuwa umetisha lakini pia sose nature for costa rica Forest. Tukuwe pamoja katika makala ambazo zitafuata, ni kila siku Ijumaa e, utakuwa unapata makala safi na nzuri ambazo zinahusu kitu yeyote. Lakini usiache kufuatilia VamTV online kwa simulizi mbalimbali na mekasa pamoja na visa mbalimbali. Asante.